Karibu baba useni, bado tungali na wewe, hatuchoki asilani, hata tukalie mawe, kwako tunayo imani. Baba moyo ukupoe, raisi wa ndoto zetu ni wewe natu kwa mara nyingine tena leo tarehe 1 Oktoba 2025, tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua mradi wa kimkakati unaolenga kuimarisha mfumo wa umeme hapa Zanzibar, mradi ambao tayari nimeshauzindua muda mdogo uliopita pale Mtoni katika kituo chetu kikuu cha kupozea umeme. Kuzinduliwa kwa mradi huu ni ishara yani, ya nia njema ya serikali katika kutekeleza ahadi zake kwa wananchi kupitia ilani ya CCM na mipango yetu mikuu ya maendeleo. Mtakumbuka wakati serikali ya awamu ya nane inaingia madarakani mifumo yetu ya umeme ilikuwa inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo kuzidiwa kwa nyaya za chini ya bahari kutokana na ongezeko la idadi ya watu Zanzibar na shughuli za kiuchumi na kimaendeleo, uchakavu wa miundombinu kusafirisha na kusambazia umeme, pamoja na maeneo mengi ya nchi yetu kuwa na umeme mdogo. Kwa kuwa Serikali iliahidi kuimarisha huduma za umeme Zanzibar, tulichukua juhudi za makusudi na kuja na mradi huu ambao kwa kiasi kikubwa umeondoa changamoto ya umeme mdogo. Kwa mara nyingine, naipongeza Wizara ya Maji, Nishati na Madini na mkandarasi wa mradi huu ambaye ni kampuni ya NOVASIS International Limited na shirika la umeme ZECO kwa ushirikiano wa kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa ufanisi.